Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda na uje uone hii kazi ikiwa imekamilika, na mimi kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa nikukabidhi rasmi wakati huo utakapofika. Ukarabati wa, wa ghorofa hii ni alama tosha ya uongozi makini wenye dira na moyo wa kizalendo. Kwa haya unayoyafanya, imethibitisha kwamba CCM ya mwenyekiti wetu mpendwa Mama Samia na katibu mkuu comredi Dokta Nchimbi si ya maneno tena, bali ni ya vitendo. Tunakupongeza sana mwenyekiti wetu kwa kutekeleza ilani hii. Ilani ni mpya yeye, sasa ameizindua kwa utekelezaji wa ilani. Ilani inasisitiza makazi bora na ofisi bora.